Bwana yes, Yesu asifiwe. Hallelujah. Ni mtumishi wa Mungu Dickson Tweve leo nataka ni share na wewe au nikushirikisha jambo moja. Um, ni nimekuwa ninasikia nimekuwa eh, na, na watu wanasema wengi sana wanasema kwamba if ukifunga kama utafunga lakini usiombe na kusoma neno umefanya kazi bure. No. That's wrong. Yes, okay. Hiyo sio kweli. Hallelujah. Ukisoma kitabu cha Walumi 12 mstari wa kwanza na ule wa pili, anasema hivi, itoeni miili yenu. Itoeni tena. Paulo anaanza kwa kusisitiza, anasema na wasihi, na wasihi kwa rehema zake Mungu, itoeni miili yenu, anasema hivi, maana ndiyo ibada yenye maana. Sasa sikiliza, niwaambie, hakuna kitu kina nguvu kuliko maombi na na kuliko na kuliko kufunga, kama kuzuia mwili. That is the most powerful, hicho ndio chenye nguvu zaidi, hata kuliko kufunga na ukaomba. Chenye nguvu zaidi ni kuzuia mwili wako pale ambapo unataka kufanya tofauti na neno la Mungu. Biblia nasema ndio ibada yenye maana. Kwa nini Paulo asingesema maombi ndio ibada yenye maana? <laughs> Kwa nini Paulo asingesema kufunga kusoma neno ndio ibada yenye maana? Akuona hizo ibada, anasema kuzuia mwili wako ndio ibada yenye maana. Mwili unapotaka kulala na unasema I don't sleep, mwili unapotaka mwanamke, unapotaka mwanaume, uzinzi na unasema I will not do this, hiyo ndio ibada yenye maana. Mwili unapotaka kula zaidi, ulafi, ukajizuia, hiyo ndio ibada yenye maana fasting mwili kula and you don't eat you prohibited your body. Umeuweza mwili wako, na hiyo ndio ibada yenye maana. That's why mtu mmoja aliniambia unaanza kuomba pale tu ambapo mwili wako umechoka. <laughs> pale unaposema nimechoka na siwezi kuendelea kuomba, wewe ni na anasema b lakini mtumishi mmoja wa Mungu ananiambia hivi, "Ukishaoomba afu kachoka kuomba unataka kuacha. That's the way prayer start. Hapo ndipo maombi yanaanza. Kwa nini?" Kwa sababu ibada yenye maana ni kutoa mwili, ni kuudhabihu mwili, ni kufanya vile vitu ambavyo mwili hautaki kuvifanya, kwa sababu mwili ni wa dunia, so if you are doing something that is against the body <coughs> Tunasema wewe ndio umefanya ibada yenye maana, against the body doing evil, kwa sababu mwili siku zote haufanyi mapenzi ya Mungu. Anasema kwenye kitabu cha Warumi 8 pale uzote, mwili unashindana na Roho. So once you are able to resist the body, to subdue your body umefanya ibada ibada yenye maana. Haleluya, god bless you. Mungu akutunze, Mungu akuhifadhi Kasoma vizuri pale 12:1. Kwa Mtakatifu alikuwa ananifundisha jana asubuhi. Akasema it mean a lot kutoa mwili wako, kuudhabihu mwili wako. More than your prayer. So if mwili wako unataka sex and you do it and you do it and you do it and you are praying a whole day, you are fasting a whole month. <laughs> You are praying my friend. Things does not go like that. Mambo haendi. So udhabihu mwili wako. When you do something that is wrong against the word of God, abandon it, usifanye, achana nacho, basi hiyo ndio ibada, ibada, ibada yenye maana. Naitwa Dickson Twebe, founder na kiongozi wa mtandao wa maombi na maombezi, World Deliverance Prayer Network. I would like to invite you, ninyi nakualika. Tunasajili mwezi April, tunasajili wanachama, lakini pia tunasajili partners. Mm -hmm. Partners ni viongozi wa vikundi vya maombi kwa sababu mtandao wa maombi na maombezi upo kwa ajili ya kuwasaidia watu kuomba na kuwasaidia watu kuishi maisha maombi kwa kukumbushana kuomba na kuamshana na kuongozana na, na kuombeana pia. So join this network. Natamani kila mtu ajiunge na mtandao, wa watu washajisajili wengine, na wewe ni wakati wako kwenda kwa na taarifa hizi. So jisajili leo, jisajili leo, jisajili mwezi huu wa World Deliverance Prayer Network. Katika jina Yesu Kristo, Mungu akubariki. Amen.